Mfalme wa Afrika aliangushwa na majuto ya dunia. Imeletwa kwenu na Daily na Mimi TZ ikiwa ni sehemu ya pili. Utangulizi. Alikuwa miongoni mwa viongozi waliotisha na kuvutia kwa wakati mmoja, Muammar Gaddafi, jina ambalo lilitetemesha sio tu Libya bali bara zima la Afrika na hata mataifa ya Magharibi. Alikaa madarakani kwa zaidi ya miaka arobaini, akajenga taifa lenye uthabiti, lakini pia akaongeza uadui wa kimataifa. Lakini je, walipomwondoa walipata walichotaka? Leo hii tutachimba historia yake, kuuawa kwake na jinsi dunia inavyojuta. Sehemu ya kwanza, alivyotawala kwa mkono wa chuma na upendo kwa Afrika. Gaddafi alishika madaraka mwaka 1969 baada ya mapinduzi ya kijeshi. Alikuwa kijana mdogo, jasiri na mwenye maono ya kulifanya taifa lake kuwa huru na lenye nguvu. Aliukataa ukoloni, aliipinga Marekani na aliwachukia viongozi wa kiarabu waliokumbatia Magharibi. Kitu cha kushangaza, Licha ya sifa zake za udikteta, raia wengi wa Libya waliishi maisha bora kuliko sasa. Elimu na huduma za afya zilikuwa bure, mafuta yalikuwa ya bei nafuu kuliko maji, na watu walimiliki nyumba bila mikopo ya kinyonyaji. Gaddafi pia alitaka Afrika iungane kama taifa moja. Umoja wa Afrika aliyopendekeza sio wa nadharia tu, bali alitaka sarafu moja ya Afrika, benki kuu ya Afrika na jeshi la pamoja. Sehemu ya pili: vita, hila za magharibi na mauaji ya kutisha. Mwaka 2011 upepo wa machafuko ulioanza Tunisia ulifika Libya, Arab Spring. Waliomchukia Gaddafi waliona nafasi ya kumwondoa, lakini haikuwa harakati ya wananchi peke yao. Mataifa ya magharibi yalikuja kwa nguvu zote. Gaddafi na ndoto ya Afrika moja, mfalme wa wafalme Wakati viongozi wengi wa Afrika walikuwa wakipambana na madeni kutoka kwa Benki ya Dunia na IMF, Gaddafi alikuwa na mawazo tofauti. Alitaka bara la Afrika lijitegemee kiuchumi, kisiasa na kijeshi. Aliwekeza pesa nyingi katika miradi ya maendeleo barani ya Afrika. Alifadhili miundombinu ya bara, barabara, vituo vya afya na shule katika mataifa maskini kama Mali, Naija na Chad. Aliunda mradi wa Great Man Made River, mfumo mkubwa wa kusambaza maji safi kutoka jangwani hadi maeneo makavu ya Libya, ulitajwa kama muujiza wa nne wa dunia. Alihimiza umoja wa Afrika kuwa imara zaidi siyo tu kama shirika bali kama dola moja yenye serikali, sarafu na jeshi moja. Gaddafi alikuwa tayari kuiwekea Afrika sarafu ya dhahabu akiamini kuwa dola ya Marekani inatumika kuikandamiza Afrika kiuchumi. Kauli yake maarufu "Afrika ni bara lenye utajiri mkubwa, lakini watu wake wanaishi kama maskini. Haitakiwi iwe hivi." Hii iliwakera viongozi wa Magharibi, kwani waliona anaharibu ushawishi wao barani. Waliogopa, wakaamua ni lazima aondoke. Alivyodanganywa na dunia, njama ya kiulimwengu. Wakati wa machafuko ya mwaka 2011, Gaddafi alijaribu kutafuta njia ya amani. Alitoa mapendekezo ya mazungumzo, alikubali mabadiliko ya kisiasa, lakini ujumbe wa dunia ulikuwa mmoja, Gaddafi must go. Mashambulizi ya NATO yalifangika kwa kisingizio cha kulinda raia, lakini kwa undani zaidi ilionekana wazi ilikuwa ni regime change kwa maslahi ya kisiasa na kiuchumi ya mataifa ya Magharibi. Baadhi ya waliokuwa marafiki wa Gaddafi akiwemo Rais Sarkozy wa Ufaransa waligeuka na kuwa maadui. Baadaye iligundulika kuwa Gaddafi alifadhili kampeni ya Sarkozy kwa mamilioni ya euro. Hii nayo ikawa sababu ya kuharakisha kuuawa kwake ili kusitiri siri hizo. Picha ya mwisho akiuawa kwa fedheha lakini kwa ushujaa. Siku ya mwisho ya Gaddafi ilikuwa ya huzuni na fedheha kwa kiongozi aliyekuwa na fahari kubwa. Alijificha katika bomba la maji karibu na Sirte, mji wake wa kuzaliwa. Alipotoka alikamatwa akiwa hai, lakini hakudumu kwa muda. Maneno yake ya mwisho, mnani wa mimi sawa, lakini Libya haitasahau. Aliuawa hadharani na picha zake zilizosambazwa zilionyesha kiongozi aliyedhulumiwa, aliyekataliwa na dunia, lakini bado mwenye sura ya kiburi na kutokukubali kushindwa. Leo Libya ni kivuli cha taifa lililokuwa imara. Leo hii Libya imegawanyika, serikali mbili, moja Tripoli, nyingine Benghazi, zinagombania mamlaka. Uingiliaji wa mataifa ya nje umeifanya kuwa uwanja wa mapambano ya kijasusi, biashara haramu ya silaha na usafirishaji haramu wa binadamu. Maelfu ya raia wamepoteza maisha, milioni wamekimbia na elfu ya vijana wamegeuka wakimbizi barani Uropa. Utumwa wa karne ya 21, vijana wa Afrika wanauzwa kama bidhaa katika minada ya wazi, jambo ambacho halikuwahi tokea chini ya utawala wa Gaddafi. Moro ya simulizi, wakati mwingine mateso hutokana na uamuzi mbovu wa dunia. Leo hii watu wengi ndani na nje ya Libya wanajiuliza: je, Gaddafi alistahili kuondolewa kwa namna ile? Na je, maisha bila yeye yamekuwa bora au mabaya zaidi? Kiongozi mwenye dosari, bila shaka, lakini alileta uthabiti, alihimiza maendeleo na alitisha wakoloni. Alikuwa dikteta mwenye ndoto za mabadiliko makubwa, na hilo lilimgharimu.